Kundi dogo la viongozi wa chama walipata zaidi kuliko viongozi wa jumuiya, au wa jumuiya walipata zaidi kuliko mabalozi ama wenyeviti wa mashina, lakini wengine wenye viti wa mashina wamepata kuliko wajumbe wao wa kamati. Kila mmoja alikuwa anamdhania mwenzie, mimi nimekuja kuondosha dhana hiyo kwa kuwaweka kuwa kuwa kitu kimoja. Maana yake nini? Kwamba viongozi wa chama na viongozi wa mashina sisi sote tunaongozwa na katiba ya Chama cha Mapinduzi, isipokuwa ni nafasi tu ndizo zimetutenganisha, na nafasi inawekwa na Mwenyezi Mungu. Kila mmoja atafika, ataipata kwa kadri ni Mungu alivyo pangia. Lakini mimi nimekuja sio kwamba nimekosa kazi ya kufanya, tayari hapa nilipo mimi ni naibu meya, ningeweza kuudi wenye ni unaibu meya na ingewezekana, ingempendeza Mungu ningekuwa meya kamili, lakini nikasema utumishi wangu nataka siku moja, lakini iwe sehemu ya historia ya watu wa Kivule, nije kuwa suluhu ya changamoto ya barabara kwenye jimbo la Kivule. Na jimbo ya Kivule nyinyi mnajua, kata zote sita ni kama zilitengwa. Uongo kweli? mimi nakuja kurudisha umoja. Mimi nilipokuwa na naibumea hapa, sasa ninaigumea unaibumea, bahati nzuri ni kila mwaka mimi, kila mwaka nilishinda uchaguzi Kuanzia 2018 mpaka 2025 kwa sababu gani? Tena nilishinda kwa kura zikiongezeka kila mwaka, nilianza na kura 39 lakini mpaka juzi uchaguzi wa mwisho nimepata kura takribani 44. Maana yake kila walionipinda walizidi kuniunga mkono kila hatua liokuwa na kwenda mbele. Ni viongozi wachache ambao wanaungwa mkono na wengi na wanamaliza na wengi zaidi. Huwa wanaanza na wengi wanamaliza na wachache. Mimi kwa sababu nilitimiza ahadi zangu kwa walionichagua, ndio maana walinirudisha madarakani kila nilipowaomba. Kwa ndugu zangu, nimekuja kutia nia na waomba mniunge mkono wote kwa pamoja, waombe na niwaambie kwamba waliokuwepo wametambulia, wako watu walikula mpaka visusio, lakini nimekuja mimi, meli ya sungusungu, aliyekuwemo na siyekuwemo wote waliokuwa ubaja wa jeri wote, ili tumsaidie Daktari Samia Suluhu Hassan. Nimekuja e kuomba ridhaa, ili umoja wenu uende ukanisemee maeneo mengine, imani yangu itaniunga mkono mimi. Sio kiongozi wa mtu mmoja, ni kiongozi wa watu wote. Kila mmoja anaweza kunipigia, sio kwa cheo chake na sio kwa kibando chake, bali kwa katiba ya Chama cha Mapinduzi. Weni waombe kama mlikuwa mna vikundi vidogo vidogo, leo mtavivunje. Tuseme leo kaja mchungaji, kaja shehe kuhubiri, kaja kutuweka kuwa kitu kimoja na hata wala wakambute kikusio. Kwanzia leo niwahakikishie akuwa iakuja eiusio atashindwa, na wote mtakuwa kitu kimoja.